Leo nitakutajieni vyakula ambavyo mara nyingi vinasababisha kiungulia na hivi ni vyakula ambavyo unatakiwa kuviepuka ili uweze uh, kuondokana changamoto ya kiungulia. Namba moja, uh, chipsi na nyama choma, yani vile vyakula vyote ambavyo vimepita kwenye mafuta ni hatari kwa afya yako. Namba mbili, uh, hakikisha uh, unapunguza ulaji wa nyanya. Nyanya maji ni, ni baya sana, kwa sababu inasababisha kiungulia. Lakini namba tatu, hakikisha una kuepuka chokoleti. Chokoleti ni hatari sana, chokoleti iwe nyeusi basi ni mbaya sana kwa afya yako kwa sababu uh, inapelekea kiungulia. Lakini pia mwisho yale machungu uh, yale matunda yenye vitamini C ambayo inakuepo uh, kuna machungwa, kuna ndimu, kuna limao, haya, matu, haya matunda, matunda yote usiyatumie kwa sababu yatakuondolea, yatakusababishia kuwa na changamoto ya kiungulia. Kama una kiungulia basi hakikisha unapata pata huo mwongozo tumekupatieni, lakini